Ustawi digital, jamii yenye ustawi, furaha yetu. Msaada wa kisaikolojia ni huduma na jitihada zinazolenga kuboresha ustawi wa kihisia, kijamii na saikolojia ya mtu, hasa wakati wa msongo wa mawazo, huzuni au majanga. Kwa miaka mingi juhudi zimeelekezwa kwenye kuboresha vituo vya afya, dawa na vifaa tiba lakini sasa wizara imeamua kwenda hatua zaidi, kuwainua wale wanaobeba mzigo wa huduma hizi kila siku, yaani watu wa huduma za afya. Tumekuwa tukiangalia namna gani tufanye kuboresha huduma za afya, tumekuwa tukimwangalia mgonjwa zaidi, yule anayepokea huduma tunaboresha upatikanaji wa vifaa tiba, tunaboresha upatikanaji wa madawa, tunaboresha maeneo wa ambayo wanalazwa wana, wana maeneo wa ambayo wanapokea huduma. Lakini kama idara ya huduma za uuguzi na ukunga, kama wizara ya afya, tuliona kwamba anayetoa huduma kuna namna tumemsahau. Kwa kutambua umuhimu huu Wizara ya Afya kupitia Idara ya Uuguzi na Ukunga imeandaa mafunzo maalumu ya ustahimilivu, afya ya kihisia na msaada wa kisaikolojia. Huyu mtu wa huduma anakuwa akikutana na hawa wagonjwa au wapokea huduma katika hali mbalimbali mbali. Anapokea akiwa katika hali ya majeruhi, anapokea wengine wanakaribia kukata roho, anapokea wengine wakiwa katika hali mbaya, miguu imevunjika, katika hali tofauti tofauti huyu anayepokea anayempokea mgonjwa huyu anayetoa huduma atatoa huduma sawa kwa mgonjwa, lakini hatukuangalia baada ya kutoa ile huduma, huyu mtoa huduma anakuwa katika hali gani? Mafunzo haya ni mwanga mpya yanawasaidia kujua namna ya kudhibiti msongo wa mawazo, kujenga uthabiti wa kiakili, na kuendelea kutoa huduma bora kwa jamii bila kukata tamaa. Kwa lengo kubwa, hasa ni kuwajengea uwezo hawa watoa huduma waweze kukabili hizi changamoto za msongo wa mawazo ambao tunaita stress kwa Kiingereza lakini pia hiyo stress isipofanyiwa kazi malaki inapelekea kwenye kitu kinaitwa burnout. Sasa katika mafunzo tuna vipindi mbalimbali mbali, tuna mada mbalimbali mbali, zenye lengo hasa za kuwajengea uwezo kupata picha, namna gani afanye, anapotokea kwamba amepata mteja ambaye ana changamoto hii, ushauri gani ampe, mazoezi gani afanye, plani gani ajenge naye, namna gani ya kumsikiliza. Kwa hiyo tukaona uh, ni vizuri tukawa na mafunzo haya, na tangia tulipoanza siku ya kwanza na leo siku ya tatu, wenyewe wamekuwa ni mashahidi kwamba kitu hiki ningekijua kabla ya mkini ningefanya vizuri zaidi. Wao ndio mstari wa mbele wakati wa majanga, huzuni na upotevu, na mara nyingi baada ya kutoa huduma kwa wahanga, wao pia huathirika kisaikolojia. Kwa hiyo ndio maana tuko hapa na tunaona kabisa hii inaenda kusaidia, sababu hili ni kundi, uh, kundi kama la nne baada ya mengine ambayo tumeshayafanya na wameenda kufanyia kazi yale ambayo tumewafundisha katika maeneo yao kutolea huduma na tunaona jinsi ambavyo kuna mabadiliko. Mtu anajua kabisa anapitia changamoto fulani, anakosa usingizi, anashindwa kula, anashindwa kufanya kazi zake kwa bidii, anashindwa kufanya kwa ufanisi, kwa sababu ya stress ambayo anapitia. Kwa hiyo anapopata msaada sasa wa kisaikolojia, tunaita psychological first aid. Inamsaidia kuweza kuboresha ufanisi wake katika kazi, lakini pia na maisha yake kwa ujumla. Maafisa ustawi wa jamii na wauguzi waliohudhuria Wameshukuru sana kwa mafunzo haya. Wamesema wamefungua macho kuona namna wanavyoweza kujisaidia wao wenyewe kabla ya kuwasaidia watu wengine. Uh, mimi ni muhanga na nimegundua kwamba wafanyakazi wengi tuliopo katika sekta hii ni wahanga wa hili swala la psychosocial support. Kwa hiyo wafanyakazi wengi naofanya nao kazi, wengi tunakuwa tuna stresi pasipo kujijua kwamba tuna stresi, lakini tunajiona kawaida ambapo hilo swali linatupelekea wengi kuingia katika mambo yasiyofaa kama vile ulevi eh, tunaingia kwenye masuala ambayo yanakuwa kama vile swala lingine ambalo linapelekea, unajikuta mtu unaingia kwenye masuala ya kwanza, yaani kuona unanyanyaswa kazini au unaweza ukaacha kazi kuonekana unanyanyaswa kazini, lakini swala tumeligundua kwamba linatokana na nini? Na msongo wa mawazo. Wameahidi kutumia maarifa haya kila siku, kuhakikisha jamii inapata huduma bora zaidi yenye upendo, utu na uelewa wa kina wa afya ya akili. Nimejifunza kwamba ni lazima niwasaidie watu kwanza kwa moyo, na mimi mwenyewe anapokuwa kwangu ni magumu, natakiwa niwe na self care, nijitahidi namna gani ni cope up na situation, pamoja na kuwa kuna kitu kama lack of resources kazini na kweli hizo zinaleta stress, lakini nimejifunza namna gani ya kuji kujisaidia mimi mwenyewe na kwenda kuwasaidia wenzangu, watumishi wenzangu. Kwa pamoja tunajenga jamii yenye afya njema, kimwili, kiakili na kihisia. Huu ndio mwanzo wa safari mpya ya ustawi wa watoa huduma za afya na jamii kwa ujumla. DSM, ustawi digital. Jamii yenye ustawi, furaha yetu.